Naam, bwana mwanadada Kajala Frida, eh, ex girlfriend wa Harmonize Konde Boy amemake headline huko mitandaoni baada ya kuposti picha yake hivi karibuni akiwa yupo katika hili tamasha ambayo ilikuwa linafanyika hivi karibuni hapa Dar es Salaam, Tanzania. Actually ni jana sasa, katika ile tamasha bwana, ni kwamba Kajala pamoja na maselebriti wengine kibao alikuwepo. Sasa Stan Bakora bwana, huyu Kajala amepiga picha na kuziposti mtandaoni. Stan Bakora bwana ameenda kucomment katika peji ya Kajala na kuandika kwa, na bado ameshikilia swala lilelile. Nadhani unakumbuka Stan alishawaigi kufanyagamambo fulani vinamjako kuhakikisha kwamba Kajala na Harmonize wanarudiana, lakini aliferi, lakini b akaendelea kuzungumzia ishu ya Kajala na Harmonize kurudiana. wa siku Kajala alimind na hakumind, ndio kwanza akatoa nyimbo inaitwa umaku hivyo hivyo. Umeona bwana. So Stani bwana this time around hajakoma akaenda tena kucomment katika page ya Kajala eh, kuhusiana na swala hilo hilo la kumsi Kajala arudiane na Harmonize. Stani ameandika hivi: Kajala please nakuomba yamalize na Rajabu. Nipo chini ya miguu yako mamangu. Stani ya ameandika hivyo. Miwana na anakueka kabisa hii moja ya kuomba. Kajala kaja kajibu. Kamjibu Stani Bakora hapa, akamwambia ovyo, akaishia hapo. Nimeona bwana eh. Haya. Mhm. Mm. Sasa hapa kuna wadau wamekuja kureact huku mitandaoni wakiwa wanasema kwamba kwa kawaida tulivyoonaga Kajala alivyomtukana Stan Bakora kuhusiana na issue ya Stan kumsia rudiane na Harmonize tukajoga kwamba Kajala kweli hataki, sasa mpaka ametoa matusi, unajua kabisa kwamba alikuwa amemind, lakini this time around tunaona kama vile amelegeza kamba, amesema tu ovyo bila hata kuweka madongo kama ilivyokuwa hapo awali walipoishia. Nimeona bwana. So hapa kuna page zimekuja kureact. Kwa mfano hapa kuna page wamesema kwamba bwana, halafu mbona kama vile bibi anaelekea kukubali mbona e, ameandika hivyo e, bwana kinyonge sana yani amejibu. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu mwingine amekuja ameandika, kuna page nyingine hapo amesoka hivyo. Bona, kama vile Kajala, anaonekana kama vile sitaki nataka, anataka kurudiana na Harmonize, ni watu wanajiuliza hivyo. Je, unahisi kama mdao? Kweli Kajala anaweza kurudiana na Harmonize anytime soon? Weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.